Bismi llahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu al wassalam ala sayidina rasulillah wa wa wa wala alihi wasahbihi wa man wala, amma baadu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani bwana wetu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, tutaendelea madarasa haya ya sera na tumefika katika vita vinavyoitwa ghazwatul hamra al asad. Vita hivi kama tulivyoeleza, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alitoka na wale waliokwenda wale, wale katika vita vya Uhud, wale walioshuhudia wale vita vya Uhud, bwana Mtume alitoka nao, na kama tulivyosema, akasema asitoke mwingine, asitoke mtu ambaye hakushuhudia vita hivi, atoke tu yule aliyofanya nini, alioshuhudia vita hivi. Bas, walipofika hiyo sehemu, kama tulivyotanguliza katika madarasa yaliyopita, akapita moja akiitwa Mabad. Huyu uh, katika Alkhuzai yani katika uh, kabila hii Banu Khuzaa uh, alikuwa bado hajafanya nini, hajasilimu huyu. Wakati ule alipoona hawa Waislamu hali ilivyo, uh, akaendelea na safari zake. Alipofika kukutana sasa, akakutana na Makureshi makafiri mushrikina, uh, na wale Makureshi mashaallah yani, astaghfirullah yani wana raha, wana wanaenjoi, wanasherekea ushindi walioupata katika Uhudi um, akawaambia Yani huyu sasa akapata na Abu Sufyan akamwambia, e, nyinyi mwasherekee hapa, huko bwana Muhammad na wenzake eh, mutaona watakuja watawapata hapa ndiani, manake wao wametoka. Angalia tena, mimi sijaona kundi kama hilo, sijapata kuona kundi kama hilo. Yani watu wamepata, wamepigwa wame, eh, umizwa, lakini wametoka, wako tayari kuja kuwapiga nyinyi vita, na mimi sijaona kundi kama hilo. Kwa hivyo jipangeni Mwenyezi Mwenyezimgu jalajalalu, basi akawatia tisho kubwa. Ngalia Waislamu hali yao ilikuwa ni mbaya, he, walikuwa wamepigwa vita, walikuwa wana majeruhi, walikuwa walikuwa walikuwa idadi ni kidogo he, na hawana utasema kama ile inaitwaje ile himma ile morali hawana tena. Lakini waliwasokoa Waislamu wakaingizwa uoga, mwenyezi Mungu akawatia uoga sana sana sana, mpaka wakaanza sasa kufanya haraka kurudi zao Maka. Eh, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaketi pale Hamra al-Asad akaketi, eh, kwa masiku eh. Baadhi ya maulama wasema siku nne, baadhi ya maulama wasema siku tano, wengine wasema siku tatu, kisha karudi zake Madina na hakukuwa na mapambano yoyote. Kwa hivyo haya matukio haya ndio matukio yaliyotokea yani, kabla ya Uhudi na baada ya Uhudi na yani, eh, ndani ya Uhudi yenyewe na baada ya Uhudi. Sasa, inshallah tutaingia katika ibar yani, masomo ambayo twasoma katika vita hivi vya Uhud <coughs> katika darasa hii na madarasa atakayokuja, tutagusia baadhi ya yani mafunzo, na hapa kuna mafunzo makubwa makubwa makubwa, mpaka baadhi ya maulama wasema kihakika, Waislamu hapa hawakushindwa. Tukiangalia uhakika wa mambo ni kwa Waislamu hawakufanya nini, hawakushindwa, lakini inshallah tutaangalia hizi ibra na yale mafunzo ambayo twapata polepole, yani moja baada ya nyingine. Jambo la kwanza Eh, ambalo twaliona ama twalisoma ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akijilazimu ama akilazimiana na mushawara eh, kushauriana na masohaba wake okay. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika vita vya Badri tuliona akifanya mushawara, na hapa pia katika vita vya Uhudi tuaona kuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelazimiana na mushawara eh, kushauriana na wale masahaba. Hakuwa hakuenda tu akawaamrisha tufanye kadha la alikwenda akawauliza, mwaonaje tufanyeje? na wakadha wakadha wakadha wale wakampa ushauri, na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kutukua ule ushauri akabadilisha rai yake. Maanake bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama tunavyokumbuka, alikuwa ya dhihiri kuwa wale maswahaba wengine kuwa bwana mtume alitaka kubaki Yeah, ilikuwa yaonekana mayafahamika kuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa wataka kubaki pale pale Madina, lakini aliposhauriana na wale maswahaba akaona wengi wataka kwenda na nini na nini, basi akachukua ile rai yao, na hivi ndio kiongozi anavyofaa kuwa, washawirhum fil amri. Lakini itwaje, yaani unafanya nao mshawara washauri katika amri, wasikize, labda wao yani wana ushauri wa mzuri, labda watakupa ushauri ambao utafanya nini, utanufaisha umma, labda atakupa ushauri ambao utapeleka uislamu mbele, yeah. Hili ni katika mambo ambayo hey, aitwaje, twasoma la kwanza pia, la ilaha illa Allah <coughs> Muhammadur rasulullah. Twasoma kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa yani na akili yeah, kali sana, abqariya yani kwa lugha yetu tunasema kama genius yani kwa sababu gani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lilejeshi alilipanga eh, vizuri sana upangu, upang, yani kupanga kwake kwa, kwa lilejeshi alilipanga inavyotakikana, manake mpaka akawaweka wale wenye kurusha mishale eh, sehemu fulani. Bwana, hapa ni sehemu yani muhimu sana, ni mahali strategic eh, wakaweka pale watu kadhaa. Manake Saidna Khalid kila akijaribu kuja hapo, kabla hajasilimu, kila akijaribu kuja Khalid, basi wale wenye kurusha aitwaje, mikuki, mishale, afwan, wanafanya nini? Wanamrudisha yeye na jeshi lake ama yeye na kundi lake mpaka huku kwa upande wa nyuma ama nyuma lile jabali, jabali ikawa Waislamu wanafanya nini, wamekingika. Hii ni kuonyesha ile aitwaje, tactic, ama utasema tactical intelligence, ya nani, ya bwana mtumi, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam pia tukiangalia ama jambo ambalo tunaweza kutaamal tunaweza kulifikirilia ni wale vijana wawili waliotaka kuondoka waliotaka kwenda vitani na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, angalia hali yao eh, ni vijana ni watoto, Samura bin Jundub eh, na Rafi' bin Khadija. Tukasema hao walikuwa ni watoto, watoto wa miaka kumi na tano. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewakataza kwenda vitani, khalas, rudini zenu. La, angalia Wanalia, wanataka kwenda vitani, wanamwonyesha Mtume proof kuwa bwana angalia, sisi twaweza, sisi twaweza, sisi twaweza, eh, mimi naweza kurusha mishale sijui yu, yule mwingine asema ya Rasulullah, kama umemruhusu yule basi mii lazima uniruhusu kwa sababu mimi yule namweza eh, lau utatuweka hapa tushindane mieleka, mimi huyu nitamwangusha. Angalia, hivi ndo, yani, namna ambavyo sisi kama Waislamu, sisi kama umma wa Waislamu twafaa kutaka kuunusuru Uislamu. Shona. Hawa ni watoto, ni vitoto, na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoona kweli hawa wanaweza kweli, wanao raghba kweli, kidogo umri wao unakubali, basi bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akafanya nini? Akawaruhusu kutoka nao, akawaruhusu yani watoke na Waislamu. Jambo jingine ambalo twasoma ni kuhusiana na Abu Dujana. Eh? Alipotoka Abu Dujana kama tulivyotanguliza eh? Alipopewa ule upanga akawa yatembea kwa gogi, kwa maringo eh? Abu Dujana huyu yuatufundisha jambo muhimu sana. Nabu na bona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale akalitaja ya kuwa katika hali hii ya vita, katika hali hii ya vita, mambo ya kuringaringa, mambo yote ya kujionyesha eh, mbele ya wale mushirikina, kuonyesha kuwa sisi tuna nguvu, kuwa sisi nyinyi hamutuwezi, kuwa sisi ni kadha, kuwa sisi ni kadha, kama lile ni jambo ambalo halichukizi kisheria ni jambo ambalo halifanya nini, halichukizi kisheria, lazima tuwaonyeshe, ili tuwatie uoga eh. Tusende pale tisisi wapole, ati sijui tuna tawadhu sijui nini, wale wataona khalas, a hawana nini, hawana chochote. La, lazima tuende pale na tuna eh, nguvu, na tunaonyesha nguvu zetu na tunaonyesha uwezo wetu, ili wale makafiri waingiwe na nini, waingiwe na uoga, ili ni jambo ambalo katika hali kama ile ni mahmud, ni jambo ambalo linasifika, ni jambo zuri Si jambo ambalo ni madhumumu ama ni makuruhi insha Allah. Eh, tutaendelea kutoka hapa ni na haya mafunzo. Mafunzo kwa hakika ni mengi, tutaendelea katika madarasa yanayokuja. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.